Ni bora hata ningeiba ningejua nakimbizwa, nimefanya kosa, lakini kinachonikimbiza sirewi ni nini? Sirewi ni mzimu? Sirewi ni jini? Au kuna roho gani nanikimbiza? Yani hapa kichwa changu chote kimechanganikiwa. Cool down bro, hebu kaa chini tuzungumze. Unajua kipindi watu wananipa taarifa zako nilidhani ndugu yangu utakuwa umeingiwa na kichaa, lakini kwa ujio wako wa leo na maneno yako ya kwamba sijui umemwona jini, sijui mzimu, sasa hapo naanza kukuelewa. Hebu niambie ndugu yangu, nini hasa unachokiona mpaka unakimbia kimbia ovyo? na kiumbe gani cha ajabu unachokiona? hebu nieleweshe kidogo hapo, ndugu yangu kaka. Unajua, kile ninachokiona sio kiumbe cha ajabu ni mwanamke tena, huyo mwanamke anaonyesha hana kasoro yoyote ya kuonyesha kuwa amekufa, lakini neno lake kubwa, anaomba mimi nimsaidie. Ah, nimekusikia hapo, unasema hana kasoro yoyote ya kuonyesha kuwa amekufa, una maana gani hapo? Jana yani, wakati nakimbia kimbia, nimekutana naye tena, na akanisimamisha na kuniambia yeye ye ni mfu aliye hai na kuna jambo anataka nimsaidie, na mimi peke yangu ndio nina uwezo wa kumwona. Hakuna mwanadamu yoyote ambaye anaweza kumuona yeye, lakini na mimi sijui anachotaka nimsaidie ni kitu gani. Hapo ndugu yangu, kazi ni kwako. Kuna kazi, ila nina wazo Anangu Zea, nakupenda sana, nipo karibu yako, lakini huwezi kuniona. Mtu anayeniona ameshindwa kunisaidia. Mama yako, natamani nikusaidie, lakini sina mwili mwanangu. Lati ningekuwa na mwili, ningeweza hatakumwwazibu mama yako mdogo, lakini sina mwili, ndio maana nimeshindwa kumwazibu Lacha kushuhudia mateso na masimango yote, na kupenda zena uwezo kusaidia. Sina, sina mwanangu. Ni kutume, ni kutume wapi? Kompane, kuna ngombe zetu kumi na tano, na kuona msanii wa kizazi kipya ukobize mwenyewe. Naona nataka kwenda studio, si ndio? namwangelea nani yani nakuuliza, umekaa kina. Ndo maana mi nasema we mtoto ni mchawi. Hivi wewe hiyo nyimbo umeijulia wapi? na umezaliwa elfu mbili na nane huko. We mtoto uchawi unao na mama ako we kafa, nawe utakufa kabla ya muda wako. Kione kwanza Kitoto kidogo kinabeba mambo mazito haya. Unatumia dakika ngapi kuosha vyombo? Dakika kumi na tano zote wewe unaosha vyombo tu, si ndio? Unajitia mwanyangu, kuwa hakwenda wapi. Wewe unajua kuzaa? Wewe unajua kuzaa? au unajimbisha indisha tu <tos> <tos> lione kwanza, sula mbovu. Sasa nakupa dakika tano tu hivyo vyombo vyao vimeisha, kuna kufanya usafi, na uje chumbani kwangu utandike, sijui unanielewa. kule nje kule, yale majani naomba ufagie vizuri pang'ani. Sasa jitie mwanangu, kuwa kalisha hapo miguu yako, utaona nitakachokufanya. Na ku... hey, mwana. <tos> <tos> <tos> mwanadamu mkubwa wewe. Humu ndani utatoka wewe. Wana jitia mwenda wazima, au utakufa kabla ya muda wako Jifanatia huruma wakati usiku, na kazi ya kuniwangia sasa, jicheleweshe kwa sababu gani? Uh, wazo langu mi naona twende kwa mganga, ili tukomeshe kabisa haya mauzauza. Kaka mganga, sasa mimi si ndio mshauri wako, ndio au kuna mwingine ambaye amekuelewa sana matatizo yako wewe? Hapana. sasa nisikilize mimi, tunaenda kwa mganga, anakucheki kisha anakusaidia ili tumkomeshe kabisa huyo kiumbe asikusumbue tena sawa. Sasa, tunaenda lini? Tunaenda lini tena? kwani hapo hauna elfu kumi? Ninayo ndugu yangu. Mchuzi wa mbwa unanyoa wa moto wa moto. Sasa kama una shilingi elfu kumi twende sasa hivi. Sasa hivi? kwa hiyo ndo tunaenda sasa hivi. Kwani wewe unataka twende mwezi ujao? Nashi nashi Fati njo Nash, tunatoka mara moja. Sawa kaka. Naweza kwenda. Wow, wifi yangu huyo. Karibu. Mamau, mama ametoka. Ah, mama muda sana ila, sasa hivi nahisi yeye narudi mwenyewe. Ndo ah, huyo amefika. Shikamoo. Marahaba. Na mbona amefikia nje na ile joto? Niingie hey, ndani. S, s wewe, subiri tu akizaliwa mjukuu wangu ataninunulia aic kubwa, nitaifunga huko ndani sasa. Nikuone unakuja huko ndani <laughs> nakutoa balo mi mwenzie, hapa kwa wakwe kwa kuja ni lazima, na huwezi kunipinga, hata ungekuwa weo ungeweza. Ila mamangu leo, matani niyaweke pembeni. Unajua, siku hizi Tano simwelewe hapo hapo kwa Tano ndio napata kamili wenulati kanipe maji ya kunywa. umwelewi nini? Hebu ongea kwanza, kwanza labda inaweza ikafanana na haya ya kwetu hapa. Yaani mama, jana usiku tano amekuja, simwelewi kabisa. Leo asubuhi ndo kabisa haeleweki. Nimemwandalia chai vizuri tu, akati anakunywa chai ghafla, anaongea peke yake, mara kuna mtu anamuona, mara kuna mtu anaongea naye, anaongea mambo mengi mengi mengi, mara hawezi kumsaidia, na sijui ni nani huyu ambaye hawezi kumsaidia. Mwisho, kakimbia kwa hofu huko, anaogopa ni balaa. Sasa wewe, ndugu yangu, nisubirie ya hapo Hapa ndo nilipomuona mara ya kwanza, nilikutana naye hapo. Huyu binti anaitwa Sauda, sio mbaya na hawezi kutenda ubaya, na hana uingiliano wote na binadamu. Sasa kaka Sangoma, kama huyu kiumbe hana mwingiliano na binadamu, mbona mimi nimemuona kwa macho yangu? Kijana, umemuona kwa sababu wewe una jicho la kuona na siyo yeye peke yake, wapo wengi unaowaona, japo wao wanadhani hujawaona na wewe hujui kama umeona nafsi ya binadamu aliyekufa. Sasa kaka, ni kitu gani huyu anataka kwangu mimi? Hilo mimi silijui, ila ukikutana naye msikilize kwanza, atakwambia nini anachokihitaji, na usiwe na hofu, kwa sababu hawezi kukuingiza kwenye hatari. Yeye ni mtu kama wewe, isipokuwa tu yeye hana mwili. Huenda anahitaji utetee haki ya kitu anachokipenda. Sasa kaka, hivi vitu mimi mpaka naogopa kukutana na mtu aliyekufa, naogopa yaani, kuna muda mpaka anaonekana kichaa. Sasa mimi nilikuwa naomba kitu kimoja, nipate dawa ya kumdhibiti, aache kunitokea na kunifuatilia, kama hiyo dawa ipo Naomba unisaidie. Kwa alivyo, sina kibali cha kumdhibiti kabisa. Labda angekuwa mchawi, jini au labda mapepo, lakini nafsi ya binadamu wa kawaida, mwenye uwezo wa kuidhibiti ni Mungu pekee. Asante sana kwa maelekezo yako mganga. Hayo ndo yale yale ambayo hata sisi hapa yametukuta. Maana jana asubuhi mume wako alienda makaburini kwenda kuangalia gharama za ujenzi wa kaburi la baba mkwe wako. Aliporudi huko amebadilika kabisa, sio Tanu yule ninayemjua mimi. Basi nilijua tu yataishia hapa hapa. Akatoka mbio hapa, anakimbia anasema, huyo huyo huyo huyo huyo sisi tukiangalia huyo mwenyewe, hatumuoni mtu yoyote, bali tunamuona yeye tu anakimbia, ndio tukashangaa. <sighs> Sasa mama, tunamsaidiaje? Maana sipati raha ndoa akiwa kwenye ile hali ya hofu. Hapo cha kumsaidia mimi na wewe tukae tumuonye, aache hizi tabia za uvutaji bangi, maana mimi najua tu ameshaanza kuvuta huko vijiweni. Hmm. Mama uko kwenye bangi hapa. Mume wangu hawezi kuvuta bangi kabisa. Na angekuwa anavuta mimi ningejua. Sasa kama sio bangi ni nini? Eh? Kinachomfanya yeye aone vitu ambavyo havipo ni kitu gani hicho? Mama. Hivyo unaamini kama uchawi. Ah, mwanangu. Na umri huu nisiamini. Ninaamini sana. Maana hata kwenye vitabu vya dini uchawi umeandikwa. Naamini hasa. Mama, mimi nahisi kuna mtu kamroga mme wangu, maana ni juzi tu ametoka kupata kazi na wiki ijayo natakiwa alipoti kazini. Nahisi kuna mtu kamonea wivu mme wangu. Hilo nalo neno linaweza likawa hivyo, maana amebadilika ghafla sana eh. Hebu niambie wazo lako lipi? Mama, mimi nadhani twende kwa mtaalamu. Oh. <laughs> taalamu tena ah! Mama anachokiongea wifi ni sawa kabisa, inatakiwa twende kwa mganga ili tujue kaka anasumbuliwa na nini, na je ni nani amemroga? Jamani, sio kwamba sitaki, hapana, msininukuu vibaya, ila kumpata mganga ambaye siyo mpigaji, hapo ndo pana tabu hapo, maana waganga wengi ni matapeli au balaa wanaweza wakachukua pesa yako na usifanikiwe chochote kile. Hilo jukumu ni acheni, mimi nitauliza kwa marafiki zangu mpaka tumpate mganga Basawa, wa kweli. Basi sawa mama, mkimpata mtaalamu mimi mtanijulisha. Sasa hivi ni waizangu nyumbani nikampikie mme wangu ili akirudi akutaki chakula tayari. Sawa mwanangu. niangalie hivyo we mtoto ni mroho si ndio? nani aliyakufundisha tabia mkubwa anakula na unamkodolea macho hivyo una njaa wewe yaani uwe mtoto ni mrathi haya kula e, Hebu e, kula bwana wewe ina maana wewe mama ichochana mimi ndo ndani ya chemi ile, sivi? Yaani mimi ndo ndani ya chemi ile hapa, sivi? Ai, kula. Kula haraka wewe. Ivo mtoto ni mchawi nini? Wewe mchawi, sivi? Nakuuliza unaanga usiku. Maliza. Mbona nimeshiba ghafla? Unaniwangia niache kula, si ndio? Unaziwangia chipsi zangu kwa kwani? Na maana we wewe mroho sana, si ndio? Mbona una tabia za mama yako wewe? Unajua utakuja kufa wewe kama mama yako wewe? Hii ni tabia za kirafi. Kweli mtu aache ya asili yake. Mbona niangalie? Unata Unataka kula, si ndio? Unataka kula na kula. Sawa. Torafi kama nini yani, watu watuli vitu vyetu kwa, hadi unatuangia kabisa. Na ole wako, babako yako arudi umwambie ku jala sija kupikia, nitaushona mdomo wako na zipo. So namtizama mimi, mwana alamu mkubwa ayesimrau kama nilivyosema hapo awali, ndugu yangu, unatakiwa ukubali kumsaidia huyo Sauda, ili aweze kutoka katika maisha yako manake, usipomsaidia kamwe hatotoka katika maisha yako. Kaka, unajua sio rahisi kama unavyozani. Kwenye haya maisha ya ukweli, kumuona mtu anapotea, anakuja, uwezi kuvumilia, na sio kawaida. Ukiniona naishi hivi mpaka anapumua, basi napitia mengi sana. Aa, ni bora kipi sasa umsaidie ili atoweke kabisa katika maisha yako au uendelee kumkimbia akusumbue katika maisha yako yote mpaka kifo. Bora nini sasa? Sasa unajua kuna kitu ah, kaka Kizigo, umepoa. Naona upo ndani ya Omani. <laughs> Vivi ndugu yangu, unaniona au ndo kama jana? Kuna mdada ambaye unamuona, mimi simuoni Hebu punguza masiara ndugu yangu. Wewe sikuoni wakati uko hapa? Ah, kwa sababu jana unakumbuka tulionana. Na ukasema kuna mdada unamuona wewe, ama mimi simuoni. Ndio maana nikakuuliza, unaniona au yule mdada yupo kama jana ulivyokuwa unamuona peke yako? Ka unaniona, sema abuju buju. Kipala, hili jambo liko serious sana. Usiletee utani. Kizigo, calm down mameni. Usimsikilize huyu jamaa huyu. Yaani, zama hizi mtu unamwona peke yako wenzio asimuone? We nani? Daruweshi? Nabii wewe? Acheni bwana mambo ya kitoto bwana, ah. Umwona mtu huyo hapo nyuma yako? Naona umekucha sasa. Huyu hapo yupo wapi? Asa hivi hapa tupo watatu?